Ambako Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amechangia kiasi cha shilingi milioni mia moja ili kuimarisha mfuko wa maendeleo wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM, unaofahamika kama MUM Community Fund. Ramadhan Idi anakuja na undani wa taarifa hii. Mchango huo umetangazwa rasmi na waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mheshimiwa Kassim Majaliwa, aliyemwakilisha Rais Samia katika kilele cha maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa chuo hicho, hafla iliyofanyika chuoni hapo. Tuchangie maendeleo ya chuo chetu ili kiendelee kutoa huduma kwa watoto wa Tanzania, kwa vijana wa Tanzania, na mimi nikiwa hapa. Nataka nikuunge mkono profesa. Mimi namunga mkono profesa kwenye mchango huu na wote ambao mko tayari masi mje. Mimi naanza kutoa milioni 10. Nataka niwaambie hata aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo, aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi leo ambaye ni mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapunga mkono kwa shilingi milioni 100. Katika hafla hiyo, shekhe mkuu na mufti wa Tanzania, Shekhe Abubakari Zuberi, amesifu hatua zilizopigwa na chuo hicho ndani ya kipindi cha miaka ishirini Maana tangu kuanzishwa miaka ishirini iliyopita ni kuonesha kwamba chuo kimefanya kazi kubwa na kimefanya maendeleo makubwa na tunayaona kwa macho na kila mmoja ameshuhudia, na hakuwa mwenye kiona kuona. Sawa sana, aliyesikia tu aliona kaona na mimi ni mmoja katika watu walioshughulikia swala hili kwa sababu ilipofunguliwa siku ya mwanzo kabisa mwaka elfu mbili na tano mimi ndio niliokuwepo hapa na ndio niliomba atadua katika siku hiyo. Kwayo, nachuo, na katika, kwa hiyo nina uchungu na chuo na niko mbele katika kuhakikisha hatu nakisimamia na kinakwenda mbele kwa kweli, nimefarajika na nimefurahi sana kwamba nimekuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kuhudhuria sherehe hii ya kumbukumbu ya miaka ishirini tokea chuo chetu kimeanzishwa. Nimeshiriki tangu mwanzo wa mchakato mpaka hadi ufunguzi wa chuo, na katika ile taasisi ya Muslim Doven Foundation ambayo ndio tuliunda kwa ajili ya kukabidhiwa hiki chuo chini ya mwenyekiti wa mzee wetu marehemu Kitana Kondo, mimi ndio nilikuwa katibu mkuu wa mwanzo. Wanafunzi wa Muslim University wanasifika kwa maadili, kwa umakini kwenye kazi zao wanapopewa majukumu kwamba lazima tufike sehemu huko mbele ya safari, watu wawe wanakimbilia kuwaleta watoto wao Muslim University, kwa sababu wanajua kwamba watoto wao wakitoka hapa wanakwenda kuwa watoto bora sana. Baadhi ya wahitimu wa chuo hicho, akiwemo mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu, wameeleza furaha zao kwa kuona chuo chao kinatimiza miaka ishirini kwa mafanikio makubwa. Wito wangu kwa wanafunzi walioko hapa kwamba waendelee kushika masomo yao kwa bidii zaidi eh, wakazanie masomo yao. Hiki ni miongoni mwa vyuo bora zaidi hapa nchini kama watafuata taratibu eh, za chuo hiki basi, na wenyewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wataweza kuwa na mafanikio makubwa. Najivunia sana kuwa muhitimu mu wa chuo cha Kiislamu Morogoro, na ninasherehekea sana leo maadhimisho ya miaka ishirini na ninajipiga kifua mbele kusema kwamba na mimi nilisoma hapa, kutokana na matunda ambayo yanapatikana. Sisi ambao tumehitimu, tumejua jukumu letu ni lipi katika jamii yetu ya Tanzania. Nikiripoti kutokea hapa katika viwanja vya chuo kikuu cha Uislamu cha Morogoro, mimi